Karibuni jukwani kwa ajili ya kutoa burudani ngonjera, darasa la tano. Mashallah, vijana wetu wanakuja wamependeza. Karibuni jukwani ya kutoa wa wa wa rahmatullahi wa barakatuh wa wa salam. Sisi ni wanafunzi wa darasa wa la tano, tupo hapa mbele yenu kwa kuwatambia ngonjera, inahusu nani yaelimishwe. Tunaomba mtusikilize usikilize, kitikii napepesuka, jamii yaweweseka, wanajitia mashaka, usawawa na usaka, usawawa na kaka, mikwangu ni dhihaka. Elimu hisho kijana, binti nyumba, acha kutia aibu, utachekwa kila kona, ubaguzi kautubu, upate mengi kuona, kwa binti si dhihaka, kapenda herabana, elimu ni kwetu sote tusaidie jamii kuwasomesha dada ni kuzipoteza pesa wala usipate shida kulumbana ajitesa utaupoteza muda. Nenda deki kipiga sasa. Elimu ni kwa kijana bitiake atuze nyumba. Elimu ni kwetu sote tupate kuwa wajuzi tupate faida wote sote tukachape kazi duniani kote kote. Mama ndiye nguvu kazi, ukimwelimisha mama, jamii inafaidi usiitie kujua mama kaziye kupika, kazi ingine kufua, hizo zamfaafika acha kujitutumua. Heshima yako mipaka, kijana aende shule, binti yake atuze nyumba. Nyamaza usijaribu kunena ya swalisi, tunao wengi karibu, ulamaa wa hii jinsi, matabibu, marubani, walimu na mapolisi ni matunda ya elimu, jamii yaneemeka hilo nila itambua wabokoele ofisini, ila tunge wazuia wabaki tu majumbani. Wabakie kulea wamewe kazini, bado nao na muhimu elimu isha kijana. Mwalimu wako Samia kakufundisha hesabu, mamayo ni mkemia, dadayo ni mhasibu. Loo, hii wakandia bila hata yaibu! Fikiri mara mbili, kisha rudi ueleze. Naona umeniasa basi, sote tukasome Tujaze madarasa, ubaguzi ukakome, itaongeza hamasa, wakina dada akasome. Kweli ni faida kwetu elimu kupata, sote jamii tukaze uzi elimu, tuka, tukaze tukaze uzi, uzi. elimu tukazanie tukaze. tukazanie tuache ubaguzi. Mashallah, hao ni vijana wetu wa darasa la tano. Hey, wanatoa msisitizo kwamba elimu basi kwa vijana wote sawa, awe wa kike au wa kiume. Kishki TV nuru, nuru. nuru. nuru. ya dini yako.